Sana unajua kipindi na kupokea pale nikajua poshkwini <laughs> nikaza, vipi tena shemeji huku tena ha. ha. Kiwanja kama unavyokiona ni kizuri sana, na hiki kiwanja unaweza ukatengeneza hata gorofa nne kwa tofali mia tano chenye maana kina bana matofali katika ulaji <laughs> okay, kiukweli mimi nimekipenda sana, kwanza kina nafasi kubwa, yani sehemu pana, alafu cha zaidi nilichokipenda nina majirani watu washajenga kama hivi pazuri sana na, na upande hata wa mifuko ya simenti aili sana yani, udongo wake wenyewe una asili fulani ya simenti. Mifuko mitatu tu hapa unatengenezea nyumba vyumba vinne, mifuko mitatu oh! <laughs> una vituko wewe, haya <laughs> bana, mi hapa cha ubora zaidi nachoona ni bora nikalipia kabisa, ili siku yoyote mafundi waje washushe tofali na kuanza kujenga. Uh, na kitu ambacho usichokijua, hiki kiwanja wamekuja watu mpaka na milioni ishirini, nimekataa. Lakini wewe, jinsi nilivyokuona unafanana na uposhukuni fulani, upo ukajala fulani hivi shnoba, nikasema uushemeji uh, w <coughs> <coughs> Aha, kumbe. Unarudi nyumbani saa sita za usiku. Kumbe kazi yenyewe ndio hii unasema njana kinajoisiwao, si ndio?